Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA leo Chade kimezindua rasmi kampeni za uchaguzi kwa kuainisha vipaumbele vinne vikiwemo: elimu, kilimo, afya na mawasiliano. Shughuli hiyo imefanyika katika viwanja vya Jangwani chini ya mwamvuli wa vyama vinne vya kisiasa vinavyounda Umoja wa Katiba ya Wananchi UKAWA. Mgombea wa kiti cha rais Edward Lowasa na mgombea mwenza Juma Haji Duni wametambulishwa kwa wafuasi waliojitokeza, lakini waziri mkuu mstaafu Frederik Sumai ndiye ameonekana kuelekeza zaidi mashambulizi upande wa chama cha mapinduzi. Mwandishi wetu Faraja Sendegea anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam. ni huu, ni umati mkubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mikutano ya kisiasa nchini Tanzania. Msidhani mnaweza mkapata ushindi mkipuuza maoni ya wananchi, mkasema hili ni repi tu. Sauti ya Mwalimu Nyerere ilitumika katika uzinduzi wa kampeni hizo katika kujenga hoja ya mabadiliko katika mkutano huo, ukawa wamezindua pia ilani ya pamoja. Mgombea wa urais wa CHADEMA Edward Lowassa, aliyewahi kuwa waziri mkuu, ameainisha maeneo yanayopewa kipaumbele. Kipaumbele cha kwanza elimu, kipaumbele cha pili elimu, cha tatu elimu. Na maneno haya nimeyaazima kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza, Tony Blair aliulizwa, utakapokuwa waziri mkuu utafanya nini kwa Uingereza? Akasema, priority number one education, number two education, number three education. Na mimi kwa uhakika nasema kwa Tanzania yetu, ili tuendelee kwa kasi na kwa spidi inayotakiwa. Kipaumbele cha kwanza elimu cha pili ya elimu cha tatu ya elimu. Eneo la pili la kilimo, ili kuweza kutengeneza ajira za kutosha. La tatu tumeweka umuhimu sana kwenye afya. Afya iwe bora kwa akina mama na watoto wadogo. Kwa kiasi fulani vipaumbele vinafanana na vile vya CCM, lakini UKAWA wanataka mabadiliko ya katiba yazingatiwe upya. Hakuna kitu muhimu kama kuwa na katiba iliyokubaliwa na wananchi wote, na ndiyo maana likaja neno UKAWA. Ukawa ni umoja wa katiba ya wananchi. Kwa hivyo pamoja na mambo mengi tutakayofanya, lakini kwa miaka hamsini hatujawahi kupata katiba ya muungano inayotuunganisha kwa ridhaa ya upande wa Zanzibar na upande wa Tanganyika. Waziri mkuu mwingine aliyehamia upinzani Fredrick Sumaye amemnadi Lowassa, lakini amepiga vijembe kuvielekeza CCM kwamba haya mabadiliko halina mjadala. Kuna mambo mawili wanamsema nayo, nataka niwaelezeni wa... ni wazi wale twiga waliopandishwa kwenye ndege Lowassa alikuwepo. Hivi hivi epa waliposamehe wezi wa, ma, wa mabilioni na mabilioni ya fedha Lowassa alikwepo. Mbinu ya maandiko matakatifu pia ikatumika kujibu mashambulizi ya maneno wanayoyaita matusi yaliyotupwa kwao wakati wa uzinduzi wa kampeni za CCM. Kuna maandiko yameandikwa kwenye Biblia takatifu, nasema heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu ambaye hayasikii tena maonyo ambaye hayasikii tena maonyo. Kwa tukio hili la leo, ni wazi kwamba mpambano wa kumpata rais mpya wa Tanzania umeanza rasmi. Kinachosubiriwa sasa ni kuona jinsi gani wagombea wanavyochuana majukwani kuwashawishi wapiga kura. Faraja Sendegea, Azam News, Dar es Salaam.